Huyu ndiye aliyetabiriwa kuja kuwa mfalme baada ya ufalme wa Pele, Armando Maradona, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Lakini alipangalo Mungu, mwanadamu ni nani apinge? Basi huyu ndiye mwanamfalme aliyeshindwa kuwa mfalme, the prince who never became a king. Tarehe 23 ya mwezi Oktoba mwaka 1940 alizaliwa mfalme wa soka duniani huko nchini Brazil aliyetawala soka la dunia kwa miongo miwili na kidogo, Edson Arantes Nascimento almaarufu kama Pele. Mwaka 1975 Pele akiwa ameitumikia kwa miongo miwili klabu maarufu Brazil iitwayo Santos, akaondoka klabuni hapo na kuibukia New York Cosmos, alikocheza misimu miwili na kustaafu soka. Tangu kipindi hicho Santos na Brazil kwa ujumla haikuwahi kushuhudia kipaji cha ajabu kama cha Pele. Santos ikasubiri kwa miongo miwili na kidogo kukishuhudia kipaji kingine halisi cha soka kutoka kwa Neymar da Silva Santos Junior karibu katika makala safi ya mwanasoka wa Kibrazil aliyezaliwa na kipaji cha kipekee, kipaji halisi cha soka. Hapa tutazungumzia maisha yake ya ndani ya soka, mafanikio, kufeli na kadhalika. Kama bado huja subscribe channel yetu hii ya Dino Television, fanya kusubscribe hapo, then turn on notification. Tuende sawa. Neymar da Silva Santos Junior alizaliwa mwaka 1992 katika mji wa Mogdas Cruzes jirani na Sao Paulo huko nchini Brazil, nchi ambayo soka sio tu kazi ya maburudani bali ni utamaduni culture. Neymar Junior tangu totoni alionyesha kipaji cha ajabu. Wakati wengine wakijifunza kutembea, yeye tayari alikuwa kidunda dunda mpira. Baba yake Neymar, bwana Neymar Santos SR alikitambua kipaji mapema cha mtoto Neymar na kuanza kumfundisha soka taratibu. Baba yake Neymar Santos sesiara ambaye pia alikuwa mwanasoka wa zamani alitambua kipawa hicho cha mtoto wake akiwa na umri mdogo sana. Neymar alitumia masaa mengi akicheza mpira katika mitaa ya kawaida kwa mtaa wake. akiwa na miaka saba tu baba yake akampeleka katika akademi ya Portuguese santista iliyokuwa karibu na kwao. Mpira ulikuwa kama sehemu ya roho yake na mitaa ilikuwa jukwaa lake la kwanza. Lakini maisha hayakuwa rahisi kila wakati. Kukua katika familia ya kawaida, Neymar alikabili changamoto nyingi ambazo zingeweza kumfanya mtu mwingine kukata tamaa. Familia yake ilikumbana na shida za kifedha na shinikizo la kufanikiwa lilikuwa kubwa mno. Hata hivyo, upendo wa Neymar kwa soka haukudhoofika alikuwa akicheza miguu mitupu kwenye uwanja wa vumbi, ndoto zake zikiwa kubwa kuliko vizuizi alivyokabiliana navyo. Mama yake Nadine mara nyingi alisimulia jinsi alivyokuwa akilia kila wakati alipovihishwa ndani akiomba dakika tano tu zaidi na mpira. Alivyofika umri wa miaka 11 tu mwaka elfu mbili na tatu, Neymar alijiunga na klabu ya vijana ya Santos klabu ambayo Pele alichukua ufalume wake wa soka. Neima alikaa kwenye akademi ya Santos mpaka elfu mbili na tisa alipopandishwa timu ya wakubwa. Neima akiwa na umri wa miaka 17 akacheza mechi yake ya kwanza ya kimashindano, akaonyesha kiwango cha juu kilichomfanya kocha kumwamini na kumpa nafasi mara kwa mara. Neima akaendelea kuitumikia Santos kwa mafanikio makubwa. elfu mbili na kumi na moja Neima alitunukiwa tuzo ya mchezaji bora wa ligi Akashinda tuzo ya FIFA Puskas kwa jitihada binafsi kwenye ligi. Katika mwaka huo huo aliisaidia Santos kushinda Kopa Libertadores na likawa ni kombe lao la kwanza la Libertadores. Kipaji cha Neima kikaendelea kukua siku hadi siku mpaka njia zake zikaanza kufananishwa na Pele, Pele ambaye mara nyingi alitajwa kuwa baba wa Neima kwa uwezo wake wa soka alitajwa kuwa mfalme, kwa hiyo Neymar akawa mwana mfalme aliyemtazama kama mrithi wake. Lakini Neymar alikuwa na njia yake mwenyewe. Alipokuwa kikua, alishindwa kufanana na mafanikio ya Pele, ingawa alikuwa na kipaji cha kutosha. Mwaka 2013 kipaji cha Neymar Junior kikawaka mpaka kikaonekana Camp Nou, nyumbani kwa Lionel Messi. Barcelona akazama mfukoni na kutoa kiasi cha euro milioni 57 sawasawa na bilioni 171 za Kitanzania kita kwa reti ya sasa. Neymar akajiunga na FC Barcelona, akamkuta mfalme wa Barcelona akiendeleza utawala, Lionel Messi. Neymar akaongezeka kwenye safu ya ushambuliaji wa Barca. 2014 Barca akamwongeza mwamba mwingine akitokea Liverpool, Luis Suarez basi ndipo ule utatu mtakatifu katimia, utatu wa Messi, Neima na Suarez maarufu kama MSN. Kipindi hicho wapinzani wao Real Madrid wakiwa na utatu mtakatifu wa BBC, Bale, Benzema na Kristiano. Usiombe ipigwe eli clasico kipindi hiko, ilikuwa ni balaa, balaa tupu. Basi bana Neima akaitumikia FC Barcelona kwa mafanikio makubwa, akiisaidia timu hiyo kushinda michuano mbalimbali mbali. Neymar alibeba mataji mawili ya La Liga akiwa na FC Barcelona. Alichukua UEFA Champions League moja, Copa del Rey mbili, Club World Cup na mataji mengine mengi, pamoja na performance nzuri uwanjani. Lakini majeraha yalikuwa adui wake mkubwa, majeraha hayakumtupa Neymar, kila alipoenda yalimfuata. 2017 matajiri wa Paris PSG wakakiona kipaji cha Neymar Junior na wakaweka nia thabiti ya kumnunua wakati huo, wakati ambao FC Barcelona ikiwa bado inamhitaji zaidi, lakini kama unavyojua pesa ni tamu kuliko asali, hakuna asiyeipenda kusikia habari zake. Inapendwa na kila rika, kila kabila, kila taifa na kila mtu, anavutiwa na kuhamasika pindi asikia hapo habari za pesa. Basi bana, matajiri wa Paris Saint-Germain wakaweka pesa mezani euro milioni 222 ambazo ni sawa na bilioni mia sita sitini na sita za kitanzania kwa reti ya sasa hivi. Barcelona ni nani asimwachie Neymar? Neymar akahama Spain na kuingia France League 1 ambako huko alitumika tangu 2017 hadi 2023, akitumikia kwa mafanikio makubwa klabu ya PSG. Neymar alichukua mataji matano ya France League 1 akifanikiwa kuchukua Copa de France 3, Copa de la Ligue 2 na Trophy de Champions, lakini pia alifanikiwa kucheza fainali ya UEFA Champions League mwaka 2020 ambapo PSG walipoteza mbele ya Bayern Munich. Pamoja na mafanikio hayo yote, lakini bado majeraha yalikuwa yakimwandama back to back, mpaka mwaka 2023 PSG wakaamua kumuuza kwa Waarabu wa Saudia euro milioni 97, sawa na bilioni 291 za kibongo. Neymar akaingia Saudi Pro League kwenye klabu ya Al Hilal, akasaini kandarasi ya miaka miwili kuitumikia klabu hiyo. Huko alizioga fedha, alikula mahela, alikula ngawira, akawa anakula sarali ya euro milioni 2.5 kila wiki, yani sawa na bilioni saba nukta tano. Imagine ni wiki hiyo, mwezi bilioni 30, du! Mfano ukapewa wewe, ungefanyia nini hela yote hiyo <laughs> Sasa huko ndiko injari zikazidi. Tangu alivyojiunga na Al Hilal, akuwahi kuitumikia Al Hilal hata kwa nusu msimu kwa sababu ya majeraha ya kila mara. Kuna muda alikaa nje kwa muda mrefu akiuguza majeraha, baadaye akarudi. Baada ya, ya wiki mbili tu alivyojiunga tena na kikosi cha Al Hilal, katika mechi ya kwanza Neymar Aliingia dakika 57 ya mchezo akitokea benchi kwenye mechi ya AFC Champions League dhidi ya Esteghlal, akucheza dakika nyingi, dakika 86 tu akatolewa baada ya kupata majeraha tena. Da basi bana, msimu wa mwisho ulivyomalizika Al Hilal nao akamalizana na Neymar Jr, akabaki akisubiria dili lingine. kama ilivyo kwenye maisha, kuna wakati utakataliwa kila sehemu, kuna wakati watakuchafua kila mahali. Kuna wale waliokuwa wakikubali kisa mali ama umaarufu wako ama vinginevyo, wakati vikipotea, watakupotea bila kujali. Lakini kumbuka, kuna nyumbani. Nyumbani ndio mahali pekee pa mwisho lilipo tumaini lako, ambapo kila mtu atakupokea huko, haijalishi ni nini umepitia, haijalishi mabaya au shida kiasi gani ulizonazo lakini nyumbani kutabaki kuwa nyumbani siku zote. Basi Neymar da Silva Junior Santos baada ya kuona kila sehemu atakiwi, kila klabu ikifikiria kumsajili inaona hasara, maana muda wowote anaweza kupata injury na asitumikie klabu ipasavyo. Wengine wakijisemea, Neymar ni mchezaji mzuri, ila shida injury, hatununui vilema sisi basi Neymar akaikumbuka ile kauli ya nyumbani ni nyumbani hata kama ni shambani, japo nabii hakubariki kwao ila mcheza kwao hutuzwa, na siku zote zimwi likujualo halikuli likakwisha. Baada miaka ya miaka kumi na mbili, mwamba akaamua kurejea nyumbani, sehemu kilipozikwa kitovu chake katika ardhi ya Sao Paulo kusini mwa Brazil. Neymar akarudi katika timu yake ya utotoni mahali aliposhika mpira kwa mara ya kwanza mahali alipojulia kupiga vyenga vya maudhi sehemu iliyomkuza kimwili kiroho mpaka kiakili, Santos Football Club. Nam wazazi wake wa futbol wakampokea tena mwana mfalme wa soka, wakamwambia kijana, hapa ndipo nyumbani, karibu nyumbani. Basi bana, tarehe 18 Februari 2025 Neymar akasaini kandarasi ya miezi sita uitumikia klabu yake hiyo ya zamani ya Santos, na katika siku ya utambulisho wake inatajwa watu wapatao elfu ishirini katika uwanja wa Bermiro walipata kuhudhuria tafrija ya kumkaribisha tena mwana mfalme wa soka Neymar da Silva Junior dos Santos. Neymar alipopewa nafasi ya kuzungumza mbele ya umati wa mashabiki hakuwa na mengi ya kusema bali akasema, nashukuru kwa kunipa nafasi tena, nashukuru kwa sababu mmenijali. Ninachoahidi, nitapambana kwa ajili ya klabu yangu, nitapambana kuhakikisha timu yetu inakuwa timu kubwa tena, nitapambana bila kuchoka, kwa sababu hapa ndipo nyumbani. Hayo ndiyo maneno ya Neymar Junior Dos Santos basi bana akaendelea kukipiga Santos. Baada ya mechi kadhaa, akapata injeri tena. Mpaka sasa amecheza michezo saba pekee akiwa na Santos, akifunga magoli matatu na kutoa asisti za mabao tatu. Hebu tuangazie maisha ya soka la kimataifa kwa Neymar Jr. Neymar Junior aliitwa kwa mara ya kwanza katika timu ya vijana ya Brazil under 17. Mwaka elfu mbili na tisa akaitumikia vyema timu hiyo ya under 17 ya Brazil. Baada ya kutimiza umri wa miaka 18 akaitwa timu ya wakubwa kwa mara ya kwanza. Tokea hapo akawa anaitwa mara kwa mara kwenye timu ya taifa ya Brazil. Neymar amecheza kombe la dunia mara tatu akiwa na timu ya taifa ya Brazil. Neymar ndiye top scorer of all time yani mfungaji bora muda wote wa timu ya taifa ya Brazil akiwa na magoli 79. Mwaka 2013 alishinda FIFA Confederation Cup akiwa na Brazil, lakini pia ana medali ya dhahabu ya Rio 2016 katika Olympic. Neymar ni mmoja wa wachezaji wenye mafanikio mengi sana katika soka pamoja na Angel zote, ila bado Neymar Jr yupo kwenye orodha ya wachezaji waliowahi kufunga magoli mengi kwenye maisha yao ya soka. Katika michezo 717 aliyocheza Neymar katika maisha yake ya soka Neymar amefanikiwa kufunga magoli 439. Imagine asingekuwa anapata majeruhi jamaa angekuwa na Ballon d'Or ngapi kabatini? Ama kweli, He is a prince who never became a king. Neymar hakuwahi kuwa mfalme wa soka japo alitabiriwa kuwa mfalme, lakini alikuwa na hadithi ya kipekee. Alipigana na majeraha, matarajio makubwa na mazingira magumu lakini alibaki kuwa mchezaji wa kuvutia na mwenye kipaji kikubwa sana duniani. Hayo yalikuwa ni maisha ya ndani ya soka ya Neymar Junior dos Santos. Hem, tuangazie kidogo maisha yake ya nje ya soka. Neymar si mchezaji wa soka pekee, lakini pia ni mpenzi wa michezo ya video, yani video games, anacheza sana playstations, na ana uhusiano wa karibu na ulimwengu wa esports na mara nyingi huonekana akicheza Fortnite au CS:GO kwenye mitandao ya Twitch. Mwaka 2020 alianzisha timu yake ya esport Neymar Jr. esport team. Mbali na kuwashangaza watu uwanjani, Neymar Junior ni mtu wa kujitoa sana katika masuala ya jamii. Mwaka 2014 alizindua shirika la Instituto Neymar Junior huko Praila Brazil lenye lengo la kusaidia watoto wenye mahitaji katika elimu, michezo na fursa za kiafya. Mpango huo umesaidia zaidi ya watoto elfu kumi na mia tano. Hata wakati ambao alikuwa akipata likizo za majeruhi katika soka, basi mara kadhaa alionekana akiwa karibu na watoto wenye mahitaji maalum, akionyesha upendo wake wa kina kwa watoto hao. Neymar ni mwanamitindo wa asili He. Yaani ni kwamba hajawahi kusomea mitindo ila ana sifa ya kuvutia kwenye mitindo yake mbalimbali. Mara kadhaa utakuta ameziweka rangi nywele zake na huziweka katika staili mbalimbali, kitu ambacho kinawavutia hadi wachezaji wanaochepukia nyota wa sasa wa klabu ya Barcelona, bwana mdogo Lamine Yamal. Katika moja ya mahojiano yake aliwahi kusema nakubali staili za nywele hata uchezaji wa Neymar Jr. Ukiacha kuwa Neymar Jr. ni mchezaji aliyetengeneza pesa nyingi sana katika soka, lakini pia Neymar ni mchezaji ambaye ametengeneza pesa nyingi katika endorsement za brands tofauti tofauti. Neymar amekuwa balozi wa makampuni makubwa duniani. Neymar amewahi kuwa balozi wa kampuni kubwa za vifaa vya michezo kama Nike, Jordan, kwa sasa anafanya kazi na Puma. Ukiachana na endorsement za makampuni ya vifaa vya michezo Neymar pia amefanya kazi na anaendelea kufanya kazi na brands nyingine nyingi tofauti tofauti kama Beats Electronics, EA Games, Mastercard, McDonald, Red Bull, Replay Jeans, Brass Bet na mengine mengi. Ukiachana na kufanya kazi na brands mbalimbali mbali, Neymar pia ana brandi yake ya mavazi itwayo NJR ambayo inauzwa kwa mashabiki wake. Kwa hiyo Neymar kwake fashion ni maisha. Ukizungumzia watu wanaozipenda familia zao basi Neymar Jr huwezi kumwacha. Neymar ana upendo mkubwa sana kwa familia yake, ana uhusiano wa karibu sana na baba yake mzazi Neymar Santos SR ambaye pia ni meneja wake, lakini pia ana mahusiano mazuri na mama yake Nadine na dada yake Rafaela. Rafaela ambaye ni mwanamuziki na broga maarufu Brazil, mara nyingi Neymar kila mwisho wa mwaka hufanya mtoko wa familia. Neymar hukutana na baba yake, mama yake, pamoja na dada yake pamoja na familia nzima kwa ujumla. Neymar ni baba wa watoto watatu, kila mtoto na mama yake. Mwanae wa kwanza ni wa kiume aitwaye Davi Luka aliyezaliwa mwaka 2011, aliyempata kwa aliyekuwa girlfriend wake Carolina Dantas. Mwanaye wa pili wa kike anaitwa Mavi, mama yake anaitwa Bruna Biancardi na wa mwisho ni wa kike aitwaye Helen alimpata mwaka wa jana 2024 kwa Amanda Kimbley. Mwaka huu amerudiana tena na mama wa mtoto wake wa pili Bruna Biancardi na wanatarajia kupata mtoto mwingine hivi karibuni, maana bidada huyo ni mjamzito kwa sasa, na wawili hao wako mbioni kufunga ndoa ya kanisani. Pamoja na kuwa Neymar yuko kwenye mahusiano, lakini hiyo haimzuii Neymar kukutana na wanaye. Amekuwa na utaratibu wa kukutana na watoto wake hao wengine ambao haishi nao. Katika baadhi ya mechi amekuwa akiwaalika wanaye kwenda kumtazama Neymar Jr. Neymar hupenda kutumia muda wake mwingi na mtoto wake wa kwanza aitwaye Davi Luka. Davi Luka anapenda kucheza mpira na anasoma katika shule ya Barcelona Escola School. Shule ya boli ya Barcelona ambapo watoto wakitoka hapo wanajiunga na akademi kuu ya Barcelona ya La Masia Academy. Neymar ni mtu wa watu. Neymar yupo miongoni mwa wale wachezaji wenye zero haters. Yaani ukimchukia Neymar basi umechukia na mpira wenyewe. Neymar ni rafiki wa watu wengi mashuhuri kama kina Lionel Messi, Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Rafinha, Rodrigo, Suarez, Lamine Yamal. Lakini pia hana baya na CR7. Ni mtu wa watu sana huyu mwamba. Watu wengi husema kipindi cha ujana wake aliponda sana raha, umaarufu ulimwendesha kwa kiasi, na wengine hufika mbali na kusema huenda hata injar alizokuwa akizipata kwenye mpira ni sababu ya kulabata na kuwa mvivu wa mazoezi, lakini hilo halina ushahidi. Neymar pia ni mpenzi wa muziki. ameshiriki katika video za muziki za wasanii kama Sartanejo na Fanka Brasero na mara kadhaa hutembelea studio za muziki alishiriki kwenye wimbo wa MC Kevinho Tudo Oke okay, akionyesha uwezo wake wa kuimba na kucheza dance. Mara nyingi Neymar amekuwa akialikwa kwenye matukio makubwa ya muziki kama tuzo mbalimbali kama vile Grammy katika miji kama Paris, Miami, Rio de Janeiro na sehemu nyingine nyingi tu. Neymar aliwahi kukabiliana na kashfa za kukwepa kodi serikalini. Lakini pia Neymar aliwahi kushtakiwa katika mashtaka ya ubakaji ambayo aliyakataa na mashtaka hayo kusitishwa mwaka 2021. Ukiachilia mbali ubisho wake tattoos katika mwili wake, Neymar Junior ni mtu wa imani sana. Pamoja na mali, umaarufu aliyokuwa nao, lakini anaamini kuwa fedha, dhahabu, umaarufu, maisha mazuri, vyote hutoka kwake Mungu kwa hiyo anaikumbuka vyema nyumba ya ibada sio tu wakati wa matatizo bali hata wakati wa raha. Neymar toka utotoni mwake alipenda kwenda kanisani, mpaka leo Neymar ni muumini mzuri wa dini ya Kikristo. Neymar huamini katika Yesu Kristo. Hata alivyokuwa mdogo, wakati akitumikia akademi ya Santos alipenda kufunga kitambaa kichwani chenye maandishi ya 100% Jesus. Hata hivyo hivi karibuni alivyorejea kwa mara ya pili klabuni hapo, wakati wa utambulisho wake, alifunga kitambaa hicho cha 100% Jesus katika paji lake la uso. Lakini pia alipokabidhiwa roka yake ya kuwekea jozi aliweka kitabu kitakatifu cha Biblia na alipiga goti kufanya dua katika roka yake. Itoshe kusema Neymar ni mtoto wa Kibrazil aliyepambana kwa hali na mali kufanikiwa katika soka Neymar, ni mtoto mwenye familia yenye upendo na mjasiriamali mwenye ndoto anayeamini kuwa maisha ni mchezo mzuri zaidi kuliko soka lenyewe. Asante kwa kunisikiliza. Dondosha komenti yako hapo kwenye comment kama ulikuwa sambamba na mimi mwanzo mpaka mwisho. Fanya ku subscribe kama bado hujafanya hivyo. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Mimi naitwa Dennis Dinominate. Tukutane tena wakati mwingine panapo majariwa yake Mwenyezi